Haya, kwa hiyo maanake hatuna haja tena kuendelea, ya kuendelea kujiuliza unyanyasaji au ukatili ni nini tena si ndio? imeeleweka si ndio? Ukisikia hivyo kwenye utu, sijui kukushusha hadhi, ndio maana tunasema sio kupigwa tu, kuna maneno, kuna kimazingira, kuna kiuchumi, vitu kama hivyo. Hata bosi akiwa anakucheleweshea mshahara, akupi, huo ni unyanyasaji, si mnajua? Eh, yeah. hey, kwa hiyo sio tu kupigwa. Kwa hiyo sasa twendeni tu Tutaji kila mtu azungumzie kwenye experience yake, yani kwenye mambo aliyopitia yeye, jamani, si ndio? Ndio, semeni ya kuongea. Haya, karibuni. Nani kama umewahi kufesi unyanyasaji au unafahamu kitu hichi kikitendeka ni unyanyasaji, unaweza kuchangia na kusemea kwa upande huo, karibu. manyanyaso katika kazi za ndani ni yapi? Hilo ndo, yani ndo topiki yetu. Kwa hiyo tumedefine kwanza manyanyaso ni nini. Sasa kama mtu ulikuwa una lako, ndio ujue kwamba katika kazi inayofanya manyanyaso ninayokutana nayo ni yapi? Au kama sio wewe unafahamu kwamba wadada wanapitiaga hivi, aidha rafiki yako amekupigia simu, mtu wako wa karibu, labda unamfahamu huko, amepiga simu. Kumbuka hii ni kwa ajili ya kueleweshana, kufundishana, kuelekezana. Kwa hiyo manyanyaso katika kazi za ndani wewe unazifahamu ni zipi? Priscilla, Wadada Center. Uh, mimi nitaomba niongelee tu upande mmoja mdogo, kwamba kuna mabosi ambao wanakuwa kwamba asubuhi wanatoka wao na watoto wao, wanaenda makazini, watoto wanaenda shule. Kwa hiyo nyumbani, ratiba ambayo inabaki ni ya dada peke yake. Lakini kuna ile mabosi wengine wanatabia kwamba kama vyakula vinakuwa vimebaki vinafungiwa kwenye friji na kuna mabosi ambao wanakuwaga na funguo za friji. Atafunga friji, anajua muda ambao watoto wake watakuwa wamerudi, yeye anakuwa pia amerudi. Dada nyumbani haachiwi ratiba yoyote kwamba atakula nini, atapika nini kwa ajili yake, ni mpaka pale wao wanapokuwa wamerudi. Hayo ni manyanyaso ya chakula. Manyanyaso ya chakula. Umesikia? Umepiga makofi wenyewe hiyo bila kuambiwa. Nani mwingine? Kwa hiyo mnakubaliana naye? Eh? Eh? Mnakubali? Nani asha kufungiwa na ni friji? <laughs> Eh? Nani asha kufungiwa friji? Yupo huyu hapa. Nakubali? <laughs> Eh? <laughs> Eh, nani asha kufungiwa, nani kufungiwa, tuambie ushakufungiwa friji wewe? Au nilikuwa refu ulifikii Wadada Center <laughs> mimi nilikuwa sifungiwi, lakini ilikuwa ni kidesign fulani. Yani kama mtu ananyima chakula na kuna tueleze kimi eh, kuna baadhi ya chakula ambacho, mfano kila Jumapili ilikuwa tunapika pilau, eh. uh -huh. kwa hiyo ukifika ule muda ambao mnatakiwa kula ananiambia alisha kwanza. watoto Watoto walikuwa wanasumbua sana, kwa hiyo mpaka ule muda wa kumaliza kuwalisha watoto, labda kwenye saa 10, maana watoto walikuwa watatu Mm. Kwa muda ambao mimi naenda kupakua chakula anakuja ananisimamia. Meza ya chakula, yani anasimama hivi. vitu mm. <laughs> <laughs> Eh, na ushahidi. Anasimama hivi. Anaangalia sasa. Unapakua nini? Ngoja, ngoja, ngoja, kai wewe. Kwa hivyo

icho toa kesho, mtaunga mtachanganya na nyanya chungu, mtaunga mchuzi. Kwa hiyo ndo staili ya hivo. Eh, unakula labda ndo shingo ndo umeachia. <laughs> <laughs> kiweka kwenye friji sasa, maana inabidi sautoe, so unasikiliza maagizo yake. Kwa hiyo akishaweka kwenye friji <laughs> kesho sasa <laughs> watoto walikuwa na ile kujikojolea, kwa hiyo usiku walikuwa anawaamsha maana, alikuwa analala nao wote mwenyewe, kwa ile kuwaamsha, ndio chakula sasa, kama hiyo nyama, na anaila yeye mwenyewe. Asubuhi mkiamka anamwambia nilisikia njia, njia nikala. Kwa hiyo nikajua huyu kuna vitu ambavyo hataki nile, na mume yake ni mtu ambaye anapenda sana nyama kwa hiyo ikitokea abeleta nyama anapakua anapakua, maana wewe mda wewe uko busy na kulisha watoto, kwa hiyo anapakuwa anaweka kwenye friji. Kwa hiyo unajua hapa sitaki kukugusa. Kwa hiyo ndo nilikuwa na nyama kwa staili hiyo, na mimi sikujali maana nafanya kazi na nilipwa mshahara. Itanishinda elfu tano kununua nyama ya kuchoma nikala. <laughs> Eh, hey, kwa hiyo ndo hivyo niligundua vitu gani ambavyo hataki, na mimi nikaa nachana naye, kwa hiyo kwa hiyo um eh, si Wachaga tunapenda nyama. Ah, nani kwa hiyo <laughs> Ah, wewe umesema ume kitu kizuri nataka wenzako kuwasikie unasema hiyo haikukusumbua wewe, eh? Haikunisumbua, ukaona ni ni hali na, hmm, tu ya kawaida. Mimi unapewa mshahara wako ujao. Mshahara wangu na alikuwa analipa kwa wakati. Nilikuwa nalipwa kila tarehe 16. Ikifika tu tarehe 10 ananipa hela yangu. Kwa hiyo vipapatio sijui niko na aina maana. Maana nijifikiria sana nikaanza nikasema hii staili ya kula pilau kila Jumapili nyumbani kwetu, sio kweli, ni mm. sikukuu kwa sikukuu mm. kwao, mimi sijakuza na pilau eh. Kwao nikasema hapa nimekuja kufanya kazi, japo hai, ilikuwa hainisumbui sana, na sikuwahi kupiga simu kituoni kwamba mm. nanyumwa pilau, nadhani hata mgenishangaa, eh eh, Bosi hajanipa kipapatio, eh hajanipa kipapatio. Kwa mimi sikujali maana, nilisema nalipo laki moja hivi, kweli namna nyama nitashindwa kununua <laughs> Yeah. Hey, kwa ndo hivyo na namshukuru Mungu nimaliza mpaka mwaka Caro. <laughs> Hey, ah, unacheka sana nini? unacheka nini? unacheka nini jamani, mmemsikia mwenzenu. Eh, haya, eh? Eh, wengine sijui kama mtaweza kuvumilia, lakini yeye aliona kwamba ali, ali, ali, ali, alifocus kwenye kazi mshahara anapewa akaona hata ile pilao lenyewe ni bonus <laughs> Eh? akawa analipiga bubu kaa unapiga bubu si ndio? hey, una Center. Aya, huyo ni kwa upande wake, amemaliza mwaka jamani, sijue tuka. Kwa hiyo nani mwingine ana kingine? Wewe, yani unyanyasaji katika kazi, nini amesemea kwenye upande wa chakula, alitolea mfano tete alivyochangia unyanyasaji upande wa chakula, kwamba mabosi wanafunga mafriji, wengine ndo kama hivyo, anakusimamia wakati wa kula, au anakuambia pakoe hichi usi pakoechi, labda kingine unachokiona kwamba ni unyanyasaji katika kazi za ndani, katika maisha yako pale unapofanya kazi, ni kitu gani? Karibu Wadada Center Wadada Center familia. Kwa upande wangu binafsi Kiukweli, kwenye manyanyaso hapana, mimi sijakutana nayo, ila pale ninapofanya kazi mimi, tuko wadada wawili. Huyo dada wa pili yeye ametoka huko alikotoka wao, kwa sababu bosi wangu mimi sio Mtanzania kwa hiyo, mimi kashajua kwa sababu natoka Wadada Center na nina mkataba. Yule mwenzangu akifanya kosa, kwa mfano, amebandika maji, akiacha amechemka zaidi ya dakika mbili, sufuria ndani likawa jeusi, anakuja anafinywa masikio anawaambia unammalizia gesi, mshahara ujao utanunulia gesi. Sengine anamtiaadi makonzi, anampiga konzi, amekosea anampiga konzi, wewe kwa nini umefanya hivyo? Umekosea. Lakini mimi anaongea na mimi, japo anaongea zaidi ya mara moja mara mbili mara tatu, ila hajawahi kuninyoshea kidole wala kunifinya sikio, tofauti na yule mwingine kwao. Nashukuru Wadada Center, hiyo mikataba ambayo tunakuwa nayo na sheria inawalimiti. Kwa hiyo, kumbe wanafanya makusudi, wengine wanawafanyia wengine makusudi, kwa sababu wanajua hawana pa kwenda kushtaki. Eh, nani mrudishe nani mic, ongea. Eh, hebu rudia tena, rudia, rudia. Wadada Center nguzo wa familia. Kwa kwa mada hii ya leo nimesema, kwa upande wangu mimi ninamshukuru Mungu siipitii manyanyaso yoyote, ila pale ninapofanya kazi mimi sasa hivi kwa bosi huyu wa pili, tuko dada wawili, ambaye dada mmoja ni mimi, nimetokea huko Wadada Center afu wadada mwingine ametoka huko nchini kwao walipotoka. Wow, wao kwa sababu sio Watanzania. Yule dada akifanya makosa, kwa mfano amebandika maji vyo, maji ya mtoto lazima yabandikwe jikoni kwenye gesi ikichemka zaidi ya dakika mbili akija kikuta ile sufuria limeweka weusi fulani hivi kwenye sufuria, yani maji yamechemka muda mrefu, alafu akamkuta dada anaendelea na kazi nyingine, anamfinya masikio, anamwambia mshahara ujao ndakukata ulipie gesi, kwa sababu unanimalizia gesi. Au akikosea kukata matunda ya mama, anakuja anamtia makonzi, anampiga konzi la kichwani. Anamwambia kwa nini unakosea na wakati kila kitu nimekuelekeza? ni ni, ni mwajiri wa kiume wa kike kike kike. Hey, wa eh. Haya tuendelee, kwa hiyo hey, tuendele. Kwa, kwa upande wangu mimi ninachosemea ni kwamba ninamshukuru Mungu kwa sababu nina pa kukimbilia na sheria inambana, inamlimichule mama kwa hiyo yule dada mwingine anamfanyia makusudi kwa sababu anajua hana pakwenda kushtaki na kwao ni mbali. Aye. Message sent and delivered. Message sent and delivered. Jamani, wadada ambao wanafanya kazi kazi, yani uh, amba, ambao hawajatoka kwenye taasisi kama za kwetu, yani moto wanaopitia huko majumbani ni mkubwa mno, na kwa bahati mbaya sana wana, wanawake huwaga wanakuwa wakali sana wanapoambiwa kwamba wao ndio wanakuaga wana changamoto sana na wadada wa kazi. Nafikiri hapo ulipo kuna mke na mume si ndio eh? Ni familia yenye baba na mama, lakini unakuta mama yeye ndio wa kutandika makonzi, yeye ndio wa kumkata dada mshahara si ndio eh? Ni wanawake si ndio? Sisi tunasema huu mradi unasaidia wanawake kwa sababu mwanamke wa kwanza ni dada ambaye anaenda nyumbani kufanya kazi ili yule mwanamke wa pili ambaye ni bosi aweze kwenda kufanya shughuli zake. Sasa wakati dada anaenda kumrahisishia maisha bosi, na yeye aweze kwenda kwenye ujasiriamali wake au kazi au biashara. Hawa mabosi baadhi, sasa sio wote wao, wanakuwa ni kikwazo kwa wadada, wanakuwa ni changamoto kwa wadada, na nafikiri kwa wale wanaofuatilia content zetu wanaona kuna red flag, yani unapoongea na bosi unajua kabisa huyu sio bosi, yaani huyu sio mtu mwenye utu huyu ni mtu mnyanyasaji, ndio maana tuna share zile content ambazo huwa tunaongeaga na mabosi. Wengine wanakuwa yani wakali wanakuwa hata sisi wenyewe wanatujia juu, of course hata wadada wa hivyo wapo, lakini ninachotaka kusema ni kwamba wadada watakao kuwa wajanja wanatakiwa wakafanye kazi kwenye chini ya taasisi ambazo zinaweza kuwasemea. Sisemi waje wadada center, ila nasema kwenye hizi kazi za ndani huko majumbani Hakikisha uko kwenye uko chini ya, ya mwamvuli, ukipata shida, una mahali pa kukimbilia, kwa sababu kwa bahati mbaya sana unaweza, kama huna taasisi unaweza ukakimbilia kwenye hizi ofisi labda za mitaani, wale kwa sababu yule bosi pale ndio mwenyeji, we si mgeni. Siyo kama mnanielewa na, na ninachojaribu kusema e, sio viongozi wote lakini walio wengi uwaga wakai upande wa dada wanakaa upande wa nani? Eh, Hey, bosi ndio mwenyeji, bosi ndio anamjua pale. Kwa hiyo dada anatupwa huko. Haya, utaenda kufia mbali huko. Lakini ukiwa kwenye taasisi yetu haijalishi. Yaani lazima haki yako ufanyeje uipate. Na tutakapokwenda kwenye nyumba ya stahili hiyo tunakuondoa haraka sana. Kwa huyo binti angekuwa ametoka kwetu, angekuwa anavumilia hayo makonzi angekuwa na katwakatwa hela zake kwa kusema eti gesi atanunulishwa gesi na mshahara wake. Sisi kwetu hamna hivyo vitu sio, dada akavunja sahani, unamkata, sijui kafanyaje, unamkata, hiyo biashara kwetu hakuna. Lakini haimaanishi kwamba tuna encourage wa dada waende wakavunjevunje vyombo vya watu au wakafanye uzembe wa gesi kuisha haraka, hapana na nyie tunawaelimisha kwamba jamani, lazima mfanye kazi kwa bidii. Mnajua sera zetu, mnajua kila siku tunachowaelekeza kuhakikisha kwamba mnafanya kazi vizuri, mabosi wenu wafurahi. Kwa hiyo ikitokea kitu cha bahati mbaya, sio tena bosi akimbilie kukukata, si ndio? Jamani, mimi nime, uh, of course, namhurumia huyo dada kwa sababu nasema hata wenyewe si, na yeye dada sio wa hapa. Sasa sijui hata atasaidiwa vipi, labda la, ya yeah, eh, na pointi nzuri sana ameongea nani Mary. Ningependa yani, wadada ambao mnatoka hapa, tunaomba please msome mikataba yenu, vitu ambavyo tumevikataza au ambavyo mwajili wako waruhusiwi kukufanyia au kukulazimisha ufanye, vipo na wao wamevisoma na wao wame sign mkataba si ndio? Umeelewa? kwa hiyo wewe kuvijua kutakusaidia wewe kuhakikisha hivyo vitu havifanyiki, na vitakavyoanza, unamwambia bosi, hichi kitu hakiruhusiwi, au si si mkataba hauruhusu sio? Umeelewa? Kwa hiyo nyinyi mnatakiwa mjue mkataba wenu. Kama una mkataba, piga simu kituoni upewe.